Ndugu msikilizaji wa redio Vaticani, ilikuwa ni tarehe 13 Machi 2013, baraza la makardinali lilipomchagua kardinali wa Jorge Mario Bergoglio kuwa Halifa wa Mtakatifu Petro, na katika maadhimisho ya sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, tarehe 19 Machi 2013, Baba Mtakatifu akasimikwa rasmi na kuwa ni Halifa wa Mtakatifu Petro wa 266 kwa kuchagua jina la Mtakatifu Francisko wa Assisi. Kardinali Kevin Farrell, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, ambaye pia ni Camerlengo mkuu wa Kanisa Katoliki, kiongozi mkuu wa shughuli za Kanisa wakati kunapotokea kwamba, kiti cha Khalifa wa Mtakatifu Petro kiko wazi kwa sababu mbalimbali mbali. Kardinali Kevin Joseph Farrell, Jumatatu ya Pasaka, tarehe 21 Aprili 2025 ametangaza kwa masikitiko na majonzi makubwa kifo cha Baba Mtakatifu Francisco aliyekuwa na umri wa miaka 88 kilichotokea Jumatatu tarehe 21 Aprili 2025 majira ya saa 1 na dakika 35 asubuhi kwa saa za Ulaya sawa na saa mbili na dakika 35 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Katika tamko lake, amesema, Baba Mtakatifu Francisko ni kiongozi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Kristo Yesu na Kanisa lake. Katika maisha na utume wake amewafundisha watu wa Mungu umuhimu wa kutangaza na kumwilisha tunu msingi za maisha ya Kiinjili kwa uaminifu, ujasiri na upendo kwa wote, upendeleo wa pekee ikiwa ni kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mama Kanisa anamshukuru sana Baba Mtakatifu Francisko kwa ushuhuda na mfano wa maisha yake kama mfuasi wa Kristo Yesu, Kanisa linapenda kuiweka roho ya hayati Baba Mtakatifu Francisko kwenye huruma na upendo unaobubujika kutoka katika fumbo la Utatu mtak

Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, tangu hayati Baba Mtakatifu Francisko achaguliwe kuliongoza Kanisa Katoliki, vipaumbele katika maisha na utume wake vimekuwa ni maskini, amani, mazingira na sasa ilikuwa ni ujenzi wa udugu wa kibinadamu na ufumbatwa katika huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka kwa waja wake wote, maskini na wote wanaosukumiza pembezoni mwa jamii ni amana na utajiri wa Kanisa. Wao ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu, hawa ni maskini wa hali na mali wanaotumbukizwa katika biashara ya binadamu na viungo vyake, wanaodhalilishwa na kunyanyaswa utu heshima na haki zao msingi kama watu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hawa ni wakimbizi, wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa Jubilei ya Huruma ya Mungu kuanzia tarehe 8 Desemba mwaka 2015 hadi tarehe 20 Novemba mwaka 2016, katika maadhimisho ya sherehe ya Kristo Yesu Mfalme wa Ulimwengu. Hii ilikuwa ni fursa adhimu kwa huruma ya Mungu kuwa ni kiini cha tafakari ya maisha na utumi wa Kanisa, tafakari ambayo inapaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha ya watu kwa njia ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Hii inatokana na ukweli kwamba huruma ya Mungu ni kiini cha Injili na njia ya mwafaka ya uinjilishaji mpya unaojikita katika mchakato wa ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Kielelezo cha imani tendaji imekuwa ni nafasi kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuchunguza dhamiri zao, ili kuangalia ikiwa kama maisha yao yanaendana na kweli za Kiinjili zinazotangazwa na kushuhudiwa na Mama Kanisa. Kanisa linapaswa kuwa ni kielelezo cha utandawazi wa mshikamano wa maisha ya kiroho na kimwili dhidi ya sera na mikakati ya kiuchumi inayotenga nyanyasa na kuwabagua maskini. Kwa sasa tofauti msingi kati ya watu kimekuwa ni chanzo cha kinzani, migogoro na uhasama, lakini ikumbukwe kwamba dunia inahitaji wajenzi wa madaraja yanayowakutanisha watu kwa kujikita katika majadiliano yanayofumbatwa katika ukweli na wazi, kwa kuthamini utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ilikuwa na uso wa huruma kama ulivyofunuliwa na Kristo Yesu waamini na watu wote wenye mapenzi mema wawe ni wajenzi na vyombo vya amani duniani, manabii wa huruma na wasamaria wema wanaothubutu kuwahudumia maskini kwa unyenyekevu, ari na moyo mkuu, kwa kutambua kwamba Kanisa ni sakramenti ya uokovu, umoja na mshikamano wa binadamu. Siku ya maskini duniani ni matunda ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, na kwa mara ya kwanza imeadhimishwa kunako mwaka elfu mbili na kumi na saba. Hayati Baba Mtakatifu Francisko alisema, hii ni kumbukumbu kumbu endelevu ya huruma ya Mungu inayopaswa kuwa ni sehemu ya vinasaba na utambulisho wa waamini katika ujumla wao. Siku hii ni fursa ya kushikamana kwa kujenga na kudumisha utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana kama alama ya urafiki, umoja na udugu wa kibinadamu unaovunjilia mbali kuta za utengano kwa sababu mbalimbali mbali. Baba Mtakatifu Francisko anasema Kanisa daima limekuwa likisikiliza na kujibu kilio cha maskini na wahitaji kama inavyoshuhudiwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwa kuwachagua mashemasi saba walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili waweze kutoa huduma kwa maskini <mimu>

Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, waraka wa kitume wa hayati Baba Mtakatifu Francisko Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anazungumzia kuhusu mutasari wa mambo yanayotokea katika mazingira, injili ya uumbaji, vyanzo vya mgogoro wa kiikolojia vinavyohusiana na watu, ikolojia msingi, njia za kupanga na kutenda, na mwisho ni elimu ya ikolojia na maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, anakazia ya mambo makuu matatu: umuhimu wa kujikita katika uongofu wa kiikolojia unafsishaji wa tunu msingi za kiinjili za haki, amani na udugu wa kibinadamu, pamoja na mwaliko kwa watu wa Mungu kusimama kidete kulinda na kutunza mazingira, nyumba ya wote, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwa maisha ya binadamu na ni kikwazo kikuu cha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Diplomasia inayotekelezwa na Vatikani sehemu mbalimbali za dunia inajikita kwa namna pekee katika misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu ni diplomasia inayojipambanua kwa kusimama kidete kulinda kutetea na kudumisha utu heshima, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Tangu mwanzo wa utume wake kama Halifa wa Mtakatifu Petro, hayati Baba Mtakatifu Francisco amekazia kuhusu umuhimu wa diplomasia ya Vatican kufumbatwa katika amani, kwa kusimama kidete kupambana na baa la njaa na umaskini duniani, kwa kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote, kwani kuna mamilioni ya watu wanaoathirika kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa fursa za ajira na maendeleo fungamani ya binadamu Baba Mtakatifu Francisco, katika waraka wake wa kitume Fratelli Tutti, yaani wote ni ndugu, kuhusu udugu na urafiki wa kijamii, alipembua utamaduni wa udugu wa kibinadamu kama chombo cha ujenzi wa ushirikiano na mafungamano ya jumuiya ya kimataifa, kwa kubainisha njia itakayotumika na malengo yake katika uhalisia wa maisha ya watu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisko alikazia umuhimu wa ujenzi wa ushirikiano a mafungamano yanayokita mizizi yake katika maendeleo na ushirikiano katika masuala ya kiuchumi kwa kuzingatia majadiliano ili kufikia malengo yaliyokusudiwa, yaani amani. Kwa sababu vita inasababisha maafa kwa watu na mali zao. Vita inasababisha vifo, uharibifu wa mazingira, pamoja na kufisha matumaini ya watu wa Mungu. Majadiliano katika ukweli na uwazi yanavunjilia mbali kuta za utengano kiroho na kiakili, nafungua nafasi ya msamaha na kukoleza upatanisho. Majadiliano ni chombo cha haki kinachochochea na, na kuimarisha mahusiano na mafungamano ya jumuiya kima ya kimataifa kwa kukazia amani. Majadiliano ya kidini kiekumene na kitamaduni yanapaswa kufumbata uvumilivu yanajielekeza katika mchakato wa ushuhuda kama chombo cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu, upendo na mafao ya wengi. Malengo ya waraka wa kitume wa Fratelli Tutti ni kuhamasisha ujenzi wa mshikamano wa kidugu unaoratibiwa na kanuni ya auni kwa kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hii ni dhamana inayokumbatia maisha ya kifamilia, kijamii, kitaifa na kimataifa. Ili kufikia lengo hili, kuna haja ya kujenga na kudumisha tasaufu ya udugu wa kibinadamu kama chombo cha kufanyia kazi katika medani za kimataifa ili kusaidia kupata suluhu ya matatizo yanayoikumba jumuiya ya, jumu ya, ya kimataifa. Huu ni msaada mkubwa katika kupambana na changamoto mamboleo kama vile vita na kinzani mbalimbali baada mbali njaa na umaskini duniani pamoja na athari za uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote Kipaumbele cha kwanza ni ustawi maendeleo na mafao ya wengi. Mshikamano wa kidogo usaidia ujenzi wa mahusiano na mafungamano ya jumuia ya kimataifa, kama ilivyo pia miongoni mwa wananchi wenyewe. Ujasiri na ukarimu ni mambo yanayohitajika ili kufikia malengo ya ustawi maendeleo na mafao ya wengi. Hayati Baba Mtakatifu Francisko anakazia utawala bora kama sehemu muhimu sana ya mafundisho jamii ya Kanisa, utawala bora unaozingatia sheria kanuni na taratibu zinazopaswa kutekelezwa na wengi. Hapa dhana ya sinodi katika maisha na utume wa kanisa ni mfano bora wa kuigwa. Kumbe utawala bora unapaswa kuakisi matakwa ya jamii na wala sio hisia za mtu binafsi. Pamoja na vipaumbele vyote hivi, Injili ya uhai na maisha ya ndoa na familia yanapaswa kupewa uzito wa pekee katika maisha na utume wa Kanisa, ili kutangaza na kushuhudia ukuu, uzuri na utakatifu wa maisha ya ndoa na familia ndani ya Kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kwa muhtasari huu ndio urithi ya mana na utajiri ambao hayati baba mtakatifu Francisko ameliachia kanisa la Kristo Yesu katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo. Kutoka studio za redio Vatikani, kama kawaida ni marehemu mtarajiwa mtoto wa mkulima padri Richard Mjigwa. <mulia>